Gavana wa Kakamega Fernandes Barasa amepongeza juhudi za Rais William Ruto za kupata ufadhili kutoka China, akisema mikopo hiyo itakuwa na mchango mkubwa katika kubadilisha miundombinu ya eneo la magharibi. Akizungumza huko Mumias Magharibi, gavana huyo amesema kuwa upanuzi wa barabara ya Nairobi kwenda Nakuru utapunguza msongamano, ajali na kuchochea E, ukuaji wa uchumi. Aidha, Barasa alieleza kuwa mpango wa kuongeza reli ya kisasa SGR hadi Kisumu na Malaba itafungua fursa mpya ya kiuchumi katika eneo la magharibi mwa Kenya. Sisi kama viongozi wa hapa tunashukuru sana pesa ambazo rais ameweza kuleta za kufanikisha miundo msingi ya barabara, duoling ya barabara ya kutoka Nakuru hadi sehemu hii ya kwetu itasaidia pakubwa kuzuia ajali ambazo zimekuwa zikifanyika kule. Alafu pia extension ya SGR railway itakuwa extended mpaka Kisumu ifike Malaba na tumesema hadi Butere, na hiyo pia itasaidia kuinua uchumi wa area hii.